Yes, bwana, maandamano yanazidi kupamba moto e. Wakati huu bwana, wa Tanzania wamezidi kuamka zaidi, huku akisema kwamba hakuna kupiga kura. Wale wamama wote wanaojifanya kimbelembele cha kupiga kura hakuna kupiga kura sababu e, serikali hii imetupeleka vibaya sana miaka minne nyuma iliyopita. Sasa hivi e, hawajatekeleza mambo yoyote, na bado nataka kujichagulia wao wenyewe viongozi bwana. Hakuna kupiga kura bwana. Kuna baadhi ya video e, za vurugu zikionyesha vurugu iliyoko katika vituo vingi vya kupiga kura. Nitakuwa nakuwekea video hizi ili uweze kujionea. Bwana, jionea video nimekuwekea kwenye hapo mbele tu, usikose kujionea. Zidi ku like, subscribe, alafu pia usahau a kushare kwa ndugu jamaa, hata marafiki na majirani zako. Subscribe, like, na share alafu pia unazidi ku